Alielewa bayana kwamba alikuwa na kibarua kigumu mbele yake. Henry Rotich hajawahi kuhutubia bunge tena, lakini sasa kama waziri wa hazina ya kitaifa alihitajika kuweka wazi bajeti ya kitaifa, na leo ilikuwa siku yake. Tofauti na mbeleni ambapo waziri alipokelewa na spika wa bunge, leo ilikuwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti bungeni Mutava Musimi, kamati ambayo itapokea bajeti na kutekeleza mabadiliko yoyote katika bajeti hiyo. Rotich akiandamana unyo unyo na waziri wa ugatuzi Ann Waigoro. Katika vikao vingine kama hivi vya awali, rais wa taifa amekuwa akihudhuria katika wadhifa wake kama mbunge. Hii leo hata hivyo, rais Uhuru Kenyatta hakuhudhuria; yeye si mbunge. Spika wa bunge vilevile hakuhudhuria hafla hii, lakini kilichosalia sawia na miaka ya awali ni wakenya waliofika kwenye makao ya bunge kushuhudia wenyewe wakijawa na matumaini chungu nzima. Esther Kahumbi, Citizen Nipashe.